Zitakuwa bayana siri. Habari za mchana ndugu, uh, mgeni rasmi Mheshimiwa Nadi Magiga mbunge na mwenyekiti wa bunge la Jamhuri ya Tanzania, Madam Laila mtendaji kutoka Pink Hijab, uh, Initiative Madam Maria, kutoka Tunu Pinda Foundation, watoto mlioko hapa, waalikwa, waalimu, waandishi wa habari, na mabibi na mabwana, uh, ninayo furaha sana kwa niaba ya Amana Benki kushiriki katika tukio hili adhimu la Siku ya Mtoto wa Afrika. Sisi kama benki kuna ufahari kuwa wadhamini wenza wa tukio hili, ikiwa ni katika juhudi zetu za kuunga mkono serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika malezi ya watoto, lakini vile vile kama sehemu ya sisi kuwa na dhamana ya kuwalea watoto. Amana Bank ni benki ambayo ilianzishwa mwaka elfu mbili na kumi na moja na sasa hivi tuna matawi kumi matawi hayo matawi yako Dar es Salaam, tuna tawi Zanzibar, tuna tawi Tanga, Arusha, uh, mwanza na hapa Dodoma. Miongoni mwa bidhaa ambazo tunazo, tunazo nyingi, lakini bidhaa ambayo inaendana kabisa na tukio ila leo ni akaunti ya watoto tunaita Nuru Account. Akaunti hii ukiangalia fiche zake ni moja kwa moja imekaa kimalezi. Kwanza ni akaunti ambayo mzazi au mlezi anamfungulia mtoto kwa manufaa ya baadaye, kwa hiyo anamwekea akiba kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Mtoto anaweza kawa yuko chekechea, mtoto anaweza kawa yuko shule ya msingi naanza kuongeza kidogo kidogo kwa ajili ya matumizi ya baadaye, labda chuo na kadhalika. Lakini vile vile kuna ma, matumizi ya dharura ya wakati huu, anaweza akapata changamoto za kiafya. Kwa hiyo pesa ambayo iko kwenye akaunti yake inaweza kutumika katika matibabu pamoja na mahitaji mengine ambayo kwa wakati huu anaweza akajitokeza kulipia ada kwa wakati huu, inaweza kutumika hiyo akaunti. Kwa hiyo tunaamini kwamba ni account ambayo ni muhimu sana. Uh, wazazi au walezi wanataka waifungue kwa ajili ya kuwa na malezi mazuri kwa ajili ya watoto wao, waweze kupata elimu nzuri, waweze kupata matibabu na mahitaji mengine ambayo ni lazima kwa ajili ya mtoto. Kwa hiyo nitoe wito kwa watu wote ambao tumehudhuria hapa, nikianza kwa watoto wenyewe ambao ndio walengwa wakubwa, waimize wazazi wao wahimizi walezi wao wawafungulie akaunti ambazo tunafungua akaunti kwa kwa kiwango cha chini kabisa cha shilingi elfu kumi na kuendelea ambako ma, uh, mahitaji ya kufungua akaunti sio makubwa. Mzazi akishakuwa na kitambulisho chake, alafu tukawa na picha ya mtoto na picha ya mzazi na cheti cha kuzaliwa cha mtoto, basi akaunti itafunguliwa na kidogo kidogo tutaweza kumfungulia mtoto akaunti na kumwekea, lakini tutakuwa tunamjenga mtoto, mtoto, mtoto, mtoto, mtoto, mtoto kimadili, kwamba atakuwa na, na, na, na fikra za kuanza kujiwekea yeye mwenyewe kidogo kidogo. Kwa hiyo tuna haca ya mtoto kwa ajili ya kujenga na, taifa la baadaye ambao ta na uwezo kujiwekea na kuimarisha uchumi wake. Nafikiri kwa ufupi kabisa ni hilo, na karibu sana mgeni rasmi na karibu sana Amana Benki. Amana benki kwa Dodoma tunapatikana mtaa wengine karibu kabisa na Azam Ice cream. Hili kusikilizwa, kulindwa na kupewa uwezo leo. Ni heshima kubwa kwetu sisi taasisi ya Pink Hijab Initiative kushirikiana na taasisi ya Tunu Pinda katika kuwakilisha, kufanikisha tukio hili. Ushirikiano huu unaonyesha mshikamano wetu wa kweli kwa ajili ya ustawi wa watoto. Kauli mbiu ya mwaka huu, mipango na bajeti kwa ajili ya haki za watoto mafanikio tangu mwaka elfu mbili na kumi inatukumbusha wote kama taifa na kama jamii kutafakari kwa ujasiri na kuchukua hatua kwa makusudi. Je, yeah, tujiulize tunatenga rasilimali za kutosha kulinda ndoto zao? Je, yeah, sera na bajeti zetu zinaweka mazingira ya wao kung'aa na kufikia uwezo wao kamili? Mheshimiwa mgeni rasmi, niliyosimama mbele yako ni naitwa Maria Komba, katibu mtendaji wa taasisi ya Tunu Pinda Foundation. Ninaomba kabla sijaendelea kusoma hiyo hotuba ambayo mama yetu alitamani sana kuwakilisha, kutokana na sababu zilizo nje ya uwezo wake ameshindwa. Ninaomba kuwakilisha. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote ni ungani na mwenzangu wa Pink Hijab, mna wote kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kufanikisha shughuli ya siku ya leo ambayo inaenda kuadhimisha, ambayo ina ni siku maalum kwa ajili ya kuadhimisha sikukuu ya mtoto wa Afrika. Pili nimpongeze sana mgeni wetu rasmi kwa kutubalia kuwa mgeni rasmi licha ya majukumu aliyonayo, lakini amekuja kutunga mkono. Mungu akubariki sana. Na pia nawapongeze sana taasisi yetu shirika wa upendo The Pink Hijab kwa kushirikiana nasi kufanikisha shughuli ya siku ya leo. Mheshimiwa mgeni rasmi, taasisi yetu ya Tunu Pinda Foundation ni taasisi ambayo ilianzishwa mwaka 2023 na, na mkurugenzi wake ni mama yetu Tunu Pinda, mke wa Waziri Mkuu Mstaafu. Na ni taasisi yenye nia njema ya kuwasaidia wanawake, watoto, vijana na watu wenye makundi maalumu katika jamii yetu. Tunaunga mkono kikamilifu lengo hilo. Tunatumshukuru sana mama yetu huyu kwa uamuzi wake wa kujitolea kwa ajili ya maendeleo ya watoto wetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo tumekusanyika kwa pamoja tukiadhimisha Siku ya Mtoto wa Afrika, siku maalum inayotufanya tukumbuke na kuenzi haki, maendeleo na ustawi wa watoto wa bara letu la Afrika. Kila mwaka Juni 16 tunaleta pamoja fikra na juhudi za kuimarisha maisha ya watoto wetu, na mwaka huu 2025 tukizingatia kauli mbiu inayosema kupanga mipa, mipango na bajeti kwa haki za watoto kwa maendeleo tangu 2010 Kauli mbiu hii inatufundisha kuwa maendeleo wa ya watoto wetu yanahitaji mipango thabiti na bajeti zilizowajibika ili kuhakikisha haki zao zinahifadhiwa na kuendelezwa tangu elfu eh, mbili na kumi. Afrika imepiga hatua kubwa katika kuboresha maisha ya watoto na kwa namna pekee, serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na amiri jeshi mkuu mama yetu kipenzi Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kama taasisi tuna uh, tunaunga mkono juhudi za serikali na pia Wizara ya Maendeleo ya Jamii Jinsia, wanawake na watu wenye makundi maalum. Katika kipindi katika kipindi cha miaka kumi tumeona maendeleo makubwa yakiongezeka kwa watoto kupata elimu ya shule ya msingi, uboreshaji wa huduma za afya, madarasa na uhamasishaji wa jamii kuhusu haki za watoto. Hata hivyo, licha ya kuwa na changamoto na ukosefu wa huduma chache hasa kwa watoto wenye mahitaji maalum na ukosefu wa bajeti wa kutosha, zinahitajika kushughulikiwa kwa umakini zaidi. Kama taasisi inaonyesha ujasiri kwa kushirikiana na Pink Hijab wa kuhakikisha kwamba watoto hawa tunawalipa kwa pamoja na kuwafanya wewe na wafurahu wajione, wako sehemu ya siku ya kuadhimisha. Uh, sikukuu ya mtoto wa Afrika. Na kama unavyojua, watoto ni hazina kubwa kwa taifa letu, hivyo basi elimu, maadili, uzalendo ndio nguzo muhimu katika malezi na makuzi ya mtoto. Maadili mema kama vile uaminifu, heshima, adabu, uvumilivu na bidii hujenga kuwa mtu mzima mwenye mafanikio. Kwa upande wa uzalendo Uh, isi, uh, wa uza, kwa uzalendo kwa upande mwingine ni hisia, upendo wa kujitoa katika nchi yetu. Kujenga uzalendo katika mioyo ya watoto hawa wadogo ni muhimu sana, ili kuhakikisha wanakuwa raia wazuri na wema na wenye kuijali nchi yao. Ndugu zangu, Mheshimiwa mgeni rasmi, ni wajibu wetu kama taasisi sote na wadau mbalimbali wa maendeleo kushirikisha watoto wote kupata fursa sawa za kujifunza kukuza vipaji vyao na kuwa watu wazuri wa baadaye. Tuchukue hatua za pamoja kupanga bajeti inayokumbatia watoto wote bila ubaguzi na kuhakikisha kuwa sera na mikakati inatekelezwa ina kwa vitendo. Natumaini kwamba kwa kushirikiana na, na, na serikali na jamii na wadau wengine tutafanikisha maendeleo endelevu kwa watoto wetu na kuimarisha mustakabali wa taifa letu.